E, bana, hii ni big story tena, kuhusiana na hichi ambacho kimekuwa kikiendelea katika page na mitandao mbalimbali mbali mbali ya kijamii ikimhusisha bidada Zuchu, Rita pale Santos, lakini kule yuko mtu mzima, mkurugenzi mtendaji wa shirika la WCB. Hapa nazungumzia eh, Damo Platnum, so <laughs> taarifa hizi mpaka naona aibu mwenye kuambia. So eh, Zuchu ameamua eh, kutokunyamaza, ameamua kuonesha uwanauke wake bana kuonyesha msimamo wake juu ya hichi ambacho kinaendelea, na hataki hivi sasa mtu amsogelee. Ukisikia okay, ule wimbo wa Damo Platinumz ambao unaimba kwamba kanyaga mashem feki, kanyaga kila mtu, so ameweza kumkanyaga Damo Platinumz, akamkanyaga Edi Santos ambaye ni nduguye Damo Platinumz. Kwa maana hiyo hajataka undugu tena kati ya watu hawa wawili ambao wameonekana ni feki kwake, so alianza na Damo Platinumz akamlamba block kufuatia page ni ukurasa wake wa Instagram, bidada Zuchu mwenye jumla followers milioni 7.2 akiwa ama akiwa anawafuatilia watu 12 tu, zileza e, kuvuja ambapo zilikuwa zinamhusisha mtu mzima. Ed Santos, akiwa, wewe ni mwanamke gani hata ukivua nguo ukiwa mbele ya chizi eh, chizi asimamishi. So aliweza kutumia kauli ngumu kwelikweli, ambazo zinaweza zikakushangaza na zikakuharibu kisaikolojia ukizisikia. So eh, baada ya eh, hicho ambacho kilikuwa kinaendelea eh, bidada Zuchu amemlama bloku Uh, Idi Santos kufuatia kauli zake ambazo az, alikuwa ameziongea uh, kule kwa bidada Rita. Kumbuka kwamba Idi Santos uh, kwa masikio yangu nilisikia hata na wewe pia ulisikia kama umetazama video ya mwisho ambayo nilikutolea ikiwa imevujishwa zile voice notes zote ambazo aliweza kuzitoa bidada Rita. Aliweza kuongea kwamba Idi Santos mwenyewe ananukua uh, aliweza kusema kwamba pale hamna ndoa, ndoa gani pale. Unamjua Damon ndio alikuwa anamwambia uh, bidada Rita. Eh, so eh, Zuchu eh, siku za nyuma alikuwa amemfollow nduguye Diamond Platnumz ambaye ni Edi Santos, so kwa hivyo sasa, ukiangalia katika mtandao wake wa Instagram amemwunfollow Edi Santos na kamlamba block, blok mazima hizi ni trending ambazo e, zinachekesha kweli kweli kweli, e, toka majira ya jana. Ngoja nikupeshe katika posti moja ambayo Edi Santos yeye mwenyewe alishe kukiri kwamba Zuchu ni e, ni shemu yake, na of course alikuwa na posti katika bide yake hii siku za hivi karibuni, ambapo ambao tunaweza kuona kwamba Diamond Platnumz katika birthday hiyo, Diamond Platnumz aliweza kumfanyia surprise bidada Zuchu na sikio alikesha naye, of course walienda dinner party na vitu kama hivyo. Eh, katika hii nani ya nyuma Edi Santos katika page na ukarasa wake, ngoja nikurudishe, aliweza kumpost of course Zuchu na kuandika maneno kama ifuatavyo. e, ngoja nikuletee, nikusogezee Edi Santos katika kile kitu ambacho aliweza kuandika yeye mwenyewe e, aliweza kumpost Zuchu katika siku za nyuma, e, katika birthday yake na kuandika hivi e, kuandika caption ambayo inasomeka kama ifuatavyo. Ilikuwa ni e, tarehe 22 Novemba mwaka 2025 siku ya birthday ya Zuchu. Happy birthday mchumba Zuchu oyawee, e, che ya taifa Diamond Platinum leo e, kamwagikie kibao kata bana. <laughs> E, alikuwa na sona apitia comment baadhi za mashabiki e, katika hii posti Zuchu mwenyewe of course alikuja ka comment na kusema kwamba asante mume. E, unajua e, mtu e, kama wewe ni kaka alafu unamuishi e, shemeji shemeji pia anauweza wa kukuita mume, so ndoaga inachukuliwa namna hiyo. Uh, uh, kaweza kusema kwamba nimetoka kwa Rita jamani. Mashemu ni mafeki sana. Ni ya kipindi kirefu, lakini kulingana na hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa kati ya Rita pamoja na Tamo Platinum watu wamekuja kwenye hii posti ya Idi Santos baada ya video voice call yake kuvujishwa na madada Rita. Naona watu wamerudi hapa. Huyu anasema kwamba mchumba wake Santos, huyu mwingine akaweza kusema kwamba jamani Uh, tumetoka kule kwa Rita kweli, eh, mashem feki wapo jamani, watu wanacheka kweli kweli. So hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa kati ya Edi Santos, hajaweza kuposti chochote, alikuwa anapitia insta story yake hajaweka chochote, lakini story imekuwa eh, kubwa sana katika page na eh, mitandao ya kijamii. Unaona zungumzaji, hili shusha comment yako hapo chini. Blue House ndio hapa, subscribe.